Wazazi wa aswa kuwapeleka watoto shule kwa wakati. Mji mkuu wa Venezuela, Karakasi, watikiswa na milipuko mikubwa mapema hii leo, huku Trump akithibitisha suala hilo. Na katika michezo na burudani, MDFC yatinga hatua ya, ya fainali mashindano ya fasi. Habari mtazamaji wa UoI digito karibu katika taarifa ya habari itakayosomwa kwako na Mitilesia Chalamila. Wazazi mkoani Iringa wameaswa kuwapeleka watoto shule mapema mara baada ya shule kufunguliwa Januari mwaka huu. Mwanahabari wetu Suzana Joni ana undani wa taarifa hii hayo yamesemwa na mkuu wa kitengo cha dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa Mheshimiwa Elizabeth Swai wakati akizungumza na UoI Digital katika ofisi za dawati la jinsia na watoto mkoani Iringa. Aidha amesema kuwa sheria kali zitachukuliwa kwa wazazi watakaochelewesha wa wachelewesha watoto shule. Tumekuwa tukipokea baadhi ya kesi, kwa maana ya kwamba wazazi wanapata migogoro, wanavutana kwa ajili ya kuweza kufanya mahitaji ya shule lakini pia kuna wazazi wengine wanawachelewesha watoto kwa makusudi, yaani, mtoto umri umefika miaka minne yupo bado nyumbani, na wakati huo umri, sasa hivi inaruhusiwa kabisa kumwanzisha mtoto, asibaki nyumbani, aende akaanze akaanze kama ni chekechea. na wale ambao watakaidi au wale ambao hawatawapeleka watoto shule, baada ya shule kufungua, tunaanza ukaguzi majumbani, tukibaini kuna mzazi ambaye shule zimefungua, watoto wako shule, yeye mtoto wake amekaa naye nyumbani tutachukua hatua kali za kisheria dhidi yake. Nao baadhi ya wazazi na wanafunzi wameomba wazazi wenzao pamoja na wanafunzi kutimiza wajibu wao kama wazazi kwa kuwapeleka watoto shule, lakini pia wanafunzi kuhudhuria shule ili kupunguza idadi ya watoto wa mtaani. Watoto wengi wanaisha mtaani, wanaona wenzao wako vizuri, yeye yuko vibaya, basi anaishi anaendelea kuisha mtaani, siku ya kwenda kumfuata mwalimu anasema huyu mbona hafiki shuleni? Ujitahidi kuwahi shuleni. Kuna wengine wazazi wetu wana uwezo, watulipia ada mapema, kila kitu anatufanyia mapema, lakini sisi tunakuwa wasumbufu, nasema nitaenda shuleni baada ya wiki mbili, baada ya wiki tatu. Hiyo inasababisha unachelewa vipindi, unakosa baadhi ya vipindi, unachelewa una masomo. Kwa hiyo nilikuwa nawashauri kwa wale wanafunzi ambao wazazi wana uwezo, ukishalipiwa, ukishafanya vitu vyako mapema, uwahi shuleni. Swala la elimu ni swala muhimu sana, hasa katika dunia sasa ya kidigitali, na tarehe 13 Januari 2026 shule za kitanzania zinakwenda kufungua na tumeweza ku, kuongea na baadhi ya wadau, wameweza kulizungumzia swala zima la kufungua shule, lakini pia kuhamasisha wazazi, na tumeweza kuongea na mkuu wa idara ya jinsia, dawati la jinsia na watoto ha, wa hapa mkoani Iringa ameweza kuelezea swala zima la wazazi kuwahamasisha wanafunzi kupeleka shule, lakini pia tumeweza kuongea na baadhi ya wazazi na wadau mbalimbali, hasa wafanyabiashara wakielezea juu ya swala zima la mwitikio wa wazazi, hasa katika kupata na kununua mahitaji ya wanafunzi. nikiripoti kutoka hapa Posta kwa Iringa. Mimi Susan John UoI Digital. Waumini wa kanisa la KKKT nchini washauriwa kuishi maisha ya amani, umoja pamoja na mshikamano Mwanahabari wetu Stella Patson ana undani wa taarifa hii. Hayo hi, yamesimwa na mchungaji Andrea Kifwa, mwenye ibada ya Jumapili iliyofanyika katika ukumbi wa multi purpose, chuo kikuu cha Iringa. Tofauti zetu tulizonazo katika Ukristo wetu zisitufanye zi, zi, tupoteze kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika dhana ya kimaendeleo tofauti zetu zinatusaidia kuleta ma maendeleo, yawe ya kiroho, yawe ya kiuchumi, yawe ya kisiasa, yawe ya kijamii. Hizi tofauti zina maana, na ndio maana mwingine ameumbwa mweusi, mwingine mweupe, mwingine mnene, mwingine mwembamba. Hizi tofauti zina maana kubwa nao baadhi ya waumini waliohudhuria katika ibada hiyo wameeleza mambo waliojifunza kwenye ibada hiyo. Uh, katika hali ya kawaida kabisa ya maisha ya mwanadamu upendo ndio unachukua nafasi kubwa kabisa. Pasipo upendo hakuna lolote ambalo linawezekana kufanyika. Ukimpenda jirani yako huwezi kumfanyia chochote. Ukimpenda ndugu yako, ukampenda rafiki, huwezi kumtendea jambo baya. Kwa mchungaji ametusii sana, tunapokuwa na upendo tutaishi kwa kuheshimiana tutaishi kwa kujaliana, tutaishi kwa kusaidiana na kazia, tupendane, tushirikiane, tuwe familia, tusijione kwamba sisi ni wakubwa kuliko wengine. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hayo ndio maneno aliyosema mtendaji. Nikuripoti kutoka hapa jengo la Matipapa. Mimi ni Stella Patson, taarifa ya Stella Patson, na tukamishia habari za kitaifa, Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Grace Matiku. Nikusihi endelea kuwa nasi. Milipuko mizito imesikika katika mji mkuu wa Venezuela Caracas, mapema asubuhi ya Jumapili Januari 4, 2026 kulingana na video iliyochapishwa na shirika la habari la Reuters. Kutokana na milipuko hiyo katika eneo la kusini mwa mji mkuu wa Caracas, karibu na kambi ya kijeshi, limeripotiwa kukosa umeme. Picha mjongeo ulioripotiwa na shirika Reuters aidha, imeonyesha moshi mkubwa ukiwa angani na milipuko ikiendelea kusikika. Matukio haya yanajiri wakati huu rais wa Marekani Donald Trump akiwa ameahidi kwa mara ya kwanza kuanzisha operesheni zake za kijeshi za ardhi ya nchi ya Venezuela, huku kukiwa na juhudi za kumshinikiza rais wa Venezuela Nicolas Maduro kuondoka madarakani. Mtazamaji, na hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Sheila Mwalukunga. Wafanyabiashara wa soko la Sentema mkoani Iringa wameeleza namna wanavyonufaika na, na msimu wa sikukuu. Pia wafanyabiashara hao wameeleza namna biashara inavyoenda mara baada ya msimu wa sikukuu. Kipindi cha msimu wa sikukuu, watu walikuwa wa wamejipanga kwa lengo la kununua vitu hasa ni chakula, lakini sasa hizi tumerudi kwenye maisha yetu ya uhalisia wa kawaida. Watu wanataka mchele kilo moja kilo, lakini sikukuu walichangamka sana. Yaani walichangamka watu kuuza mpaka tukafurahi. Lakini sasa hivi tumerudi kwenye maisha yetu ya kawaida mm, kwa sababu sisi wateja wetu ni wale wale, kwa hiyo tunaimani kwamba vikiisha vya sikukuu, kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha pale, vikipungua tunawakaribisha sana kuendelea kuongeza. Pia ukweli biashara simu ilikuwa nzuri, wateja wetu sisi ni kuongeza bidhaa ambazo zilikuwa zinakosekana, tunaongeza kwa sababu mtaji angalau biashara kwa niko, ipo ipo vizuri mwitikio na, wa, wa wateja kik unakuwa ni mzuri, kwa sababu watu wengi wako kwenye maandalizi kwa ajili ya sherehe. Kwa hiyo wateja wanakuwa wengi na biashara zetu tunamshukuru Mungu zinakuwa vizuri, tumepata manufaa. Si unajua biashara ikiwa nzuri, maana yake inakusaidia wewe kufanya malengo yako kwamba unapata faida unapata faida na mtaji wako unaendelea na unafanya malengo yako. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa faida tunaupata na baadhi ya wateja wameweza. Changamoto wanazokutana nazo msimu wa sikukuu, bidhaa ziko <coughs> juu sana, zimepanda kwa kiwango ambacho ni vitu vyote yani kupatikana vinapatikana ila havipatikani kwa bei ambayo tunaizoea bei na hii ni mitazamo ya wafanyabiashara wadogo wadogo wa, wa hapa soko la Sentema ambapo wameelezea biashara ilipokuwa msimu wa sikukuu wa Krismas na mwaka mpya. Nikiripoti kutokea soko la Sentema, ni mimi Sheila Baraka Mpunga wa UoID. Asante sana Sheila kwa habari hizo za biashara na uchumi. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Rebeka Faida. Nikusihi endelea kusalia nasi. Msimamizi wa mashindano ya fasihi, Masamaki Himansheku ameeleza lengo la kuanzisha ligi hiyo inayojumuisha vitivo vitatu: kitivo cha uandishi wa habari, kitivo cha utalii na maendeleo ya jamii, na ameongeza kwa kutoa ahadi kwa washindi wa mashindano hayo. Anza na. Kwa upande wa kitu ambacho kilinishawishi mpaka kuanzisha haya mashindano ni kwa ajili ya kudumisha umoja kati ya hizi kozi tatu zote, maana journalism, tourism pamoja na community development, kwa sababu hapa before niliona kama vile umoja umetengana kidogo lakini, na pia nikija kwenye faida nyingine ya kuanzisha haya mashindano ni kwa ajili ya kufua vipaji vya mpira katika fakati yetu, kimaana ya kwamba ili kusudi tuwe na wachezaji ambao wako imara watakao kuwa active katika kujiandaa kwenye mashindano ya interfakati ya chuo kizima. Kama nilivyopendekeza kwamba mshindi wa kwanza atapokea mbuzi, ndio naweza naweza nikasema kwamba kweli mbuzi atakuwepo na atakuwa amenunuliwa kabisa. Siku ya fainali atakuwa uwanjani, lakini pia baada ya kwa kuona kwamba imekuwa ni kitu ambacho kinaleta mvutisho hata kwa chuo chetu na kwa fakati yetu, pia nimebuni kwa kusema kwamba mshindi wa pili naye hatutamwacha hivyo hivyo tu kwamba asipokee kitu chochote, hivyo basi na yeye nimejipanga, nimejiandaa, nitampa zawadi ni yeyote ile ambayo siwezi nikahitaji hapa, ila na yeye atapokea zawadi. Nao makapteni wa timu zote mbili wameeleza namna walivyojipanga kuelekea mechi ya fainali kati ya Media FC na Community Development. Maandalezi ni makubwa, kwa sababu wachezaji bado wanaendelea kufanya mazoezi kwa maana hata kama wako mbali wako mbali na maeneo ya chuo, kila mchezaji anafanya mazoezi na wako timamu na wanaitamani mechi, kwa maana fainali fainali itakuwa ngumu kwa, ngum kwa sababu tunaheshimu timu pinzani, wamejiandaa vizuri kwa sababu tunawafahamu vizuri, tumeshacheza nao mechi ya kwanza. Kwa hiyo fainali itakuwa na ushindani mkubwa sana. Tambo za viongozi wa timu hizi mbili Journalism na Community, kuelekea mchezo utakaochezwa tarehe 12 mwezi wa kwanza katika kiwanja cha Kigomzini. Nikiripoti kutoka katika chuo kikuu cha Ilinga, mimi ni Rebecca Faida wa UOI Digital. Shukrani sana Rebeka kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tupate msamiati wa leo kutoka kwa Kifariji Kasanga. Mtazamaji wa UOI Digital, karibu katika kipengele chako pendwa cha msamiati wa leo, na leo tumekuandalia neno samawati. Je, yeah, unaelewa nini ukisikia neno samawati? Twende tukawatazame wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, wao wanaeleza nini kuhusu neno samawati hmm. <inaudible> <Mbaya> msamahati. Samawati? Unafikiri <inaudible> eh. eh. Ah, sijui Watazamaji wa UoI Digital, tumetoka kuwatizama baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakitoa maana halisi ya neno samawati, lakini wengi wao wameshindwa kutambua maana halisi ya neno samawati. Na maana halisi ya neno samawati ni rangi ya dark blue iliyokooza. Nami ni kuache na sentensi isemayo Juma anapenda kununua nguo zenye rangi ya samawati. Langu jina ni Fariji Kasanga, UoI Digital tu habari ya kidigitali. Naam, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati samawati, nami na kuacha na sentesi semayo Farijika anapenda kuvaa nguo za rangi ya samawati. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa, ulikuwa nami Telesia Chalamila, asante na kwaheri.